Inaonekana kwa timu zote mbili uhitaji pointi tatu ni mkubwa. Hayapiga pasi kumtafuta Soa, Jonathan, Simba mweusi, Jonathan Soa amekwenda kuhutubia taifa, Jonathan Soa sasa kwa upande wa Simba na kwenda kuwapa bao la kuongoza, saluti zinapigwa, skelere zinasikika, ni kama watu waliokuwa na kiu nyikani wamepata tone la maji. Simba mbili anaachwa medua amadali wakati ambao aliamini kila kitu kipe kwenye kontrol yao. JKT Simba wanapita hapo hapo, Morris Abraham aliweka pasi ya kati kati kwa walinzi, wakajichanganya wenyewe. Sowah mpila ulifuta tayari, na akaweza kumaliza. Chansi ameipata, na chansi ameitumia. Simba mweusi wawili kwenye mpira mmoja, wanashindwa kuweza kuucheza

alianili kila kitu kime kenye kontroo yao JKT Simba anapita hapo hapo. Morris Abraham aliweka pasi ya katikati ka walinzi wamamchanganya wenyewe, soa mpira alikunda kaali na akaweza kumaliza chansi. anilipata na chansi ameitumia. Simba mosi wawili kwenye mpira mmoja wanashindwa kuweza kucheza. Eli mpanzu anawekwa chini, amechezwa faul, anaoneshwa kadi ya njano. Anwar Kilemile anaoneshwa kadi ya njano anual, Anwar Kilemile kwenda kumchezea Eli mpanzu, kibisawala asante kante Pas yake pasi yake imefika kwa amtang... Shomari Kapombe anaweka pasi anabona nzuri kabisa, na imefika kwa Morris Abraham. Morris jaribu kutafuta njia ya kucheza Morris, anamtanguzia tena Shomari Kapombe, jaribu kupiga akrobatik lakini nakataa ile utisha, pasi ile imepita shashalawaa pila umepita ukukaa vyema kwenye miguu yake Morris Abraham Morris weka pasi ya nje kwa Elimpanzu Chelewa.